Karibuni tena kwenye chaneli yangu. Kama ni mara ya kwanza unakutana na mimi, naitwa Joyce, Joyce aka Jojo. So kabla ya kuendelea, ningependa uweze kusubscribe subscribe, kisha moja kwa moja twende kwenye mada nzima ya leo. Ni kwamba kwa nini watu wengi sana Tanzania, yaani sisi wa Tanzania tunaishi kwa mikopo, tunapenda mikopo. Yani tunaweza kukaa mwaka mzima na mikopo, ni kwa nini? Yani inakuwaje kwamba yani lazima tuwe na mikopo au nini? Yani, ya, yani tunawezaje kuishi mikopo? Mm. Basi kama una join hapa sasa hivi karibu Of course tunasubiria kidogo watu waweze kuingia kwenye live pamoja na kushiriki pamoja. Kwa hiyo kwenye live ya leo tunaenda kuzungumzia ni kwa nini yani, tutaanza mwaka kwa mfano ulivyoanza mwaka elfu mbili na ishirini so, na tano, sawa, yani unaanza mwaka ukiwa hauna madeni lakini kabla ya kufika katikati ya mwaka, yani madeni yanakuwa tayari ni mengi kwamba inapofika tu labda Februari au hiyo hiyo Januari, unaanza kukopa huku, unakopa kule, unakopa nivushe, unakopa, unakopa, yani unakopa, ni unakopa, unakopa nipige tafu, unakopa sutimiza, unakuwa ni mtu akopa huku na kule. Kuna wakati ndio kwanza ni Januari, inafika Februari hivyo hivyo, nimekopo unakopa, nimekopo unakopa, ni kwa nini kwa nini, yani asa, inakuwa ni shida nini? Haya, unajiwekea malengo kwamba mimi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wangu, yani sitaki kukopa. Lakini haijafika hata mwezi wa sita, tayari ni mwezi wa tatu au tayari ni mwezi wa nne umeshakuwa kwenye wimbi kubwa la madeni. Okay, kuna vitu vichache sana ambavyo vinasababisha sisi tuweze kujiingiza kwenye wimbi hili kubwa la madeni, yaani madeni iwe ni madeni sugu, iwe ni madeni madogo madogo, iwe ni madeni ya kawaida tu, labda umeenda kwa manji umekopa vitu dukani, au umemwomba rafiki yako akupige chafu, au umeenda kwa ushadamu, au umeenda kwenye kampuni za mikopo, au umeenda kwenye hizi application za mikopo, au umekopa kwenye simu, labda Tigo umekopa nivushe nini nini, mkopo. Sasa basi, moja kwa moja Tuende kwenye pointi yetu ya kwanza kabisa inayokusababisha sisi wengi tuwe wakopaji. Cha kwanza ni lifestyle pressure na social media pressure, social media pressure, yani inakulazimisha wewe baada ya kuona kwamba marafiki zako wana posti, marafiki zako wana posti, labda wako Zanzibar, marafiki zako labda wame posti labda wako Johari Rotana rafiki mm -hmm. zako labda wameposti labda wapo Masaki huko wameposti, labda wameenda mbugani, na wewe sasa unajikakamua ili uweze kuendana nao, inakubidi sasa unafanya juu chini unavyoweza, unakopa hela kwa watu au unajikopesha mwenyewe au unakopa kazini, ili mradi na wewe uendane na ile presha ya kwenye social media, uendane na presha ya marafiki zako. Mwisho wa siku sasa, unakopa unaenda Zanzibar, unakopa unaenda Juarilotana, unakopa unaenda wavuvi. Yani we unakopa tu ili upige picha uposti Instagram. Yeah, yani social media pressure jamani, social media pressure inamaliza wengi, social media pressure inamaliza wengi. Kwa hiyo kama umejoin sasa hivi, karibu mada kubwa mezani leo, tunazungumzia ni kwa nini tuna tupo kwenye wimbi kubwa sana la mikopo. Bas, moja kwa moja tu kwenye pointi ya pili. Hili ni pointi ambayo ya yani, ni shida ambayo inatukuta watu wengi kuzungumzia, sisi vijana. Mimi sizungumzi kuhusu watu wazima ambao kilomita zimesoma, mimi nazungumzia sisi vijana, kuanzia miaka ishirini mpaka labda miaka arobaini na tano arobaini na nane <coughs> Sawa, yaani ni kwamba hatuna ile ya kuweka budget, yaani kupanga budget ya hela. Sisi hakuna tunapata mshahara labda tarehe ishirini na sita mpaka tarehe thelathini na moja au tarehe moja, ya mshahara umeisha, hela imeisha. Mtu analalamika mimi sina hela, mimi sina hela. Kipato chako yani, unapopata pesa kinaondoka, kinaondoka kama maji. Mm. Sasa hapa inakubidi wewe mwenyewe ujue kwamba unapopokea mshahara inawezekana, labda mshahara ukawa ni shilingi elfu um, laki tano za kitanzania kwa mwezi, kwamba mimi kwenye hii laki tano yangu nayo upata mshahara nimepaka nimepokea mshahara tarehe ishirini na sita, sawa inabidi upange bajeti kwamba mpaka ikifika tarehe labda nne, sio kwamba mshahara huo umeisha hapana. Yaani unatakiwa mwenyewe ujue kwamba matumizi labda ya nyumbani ni laki moja kwa mwezi, matumizi ya, ya, ya labda mafuta ya gari labda ni elfu sabini au laki na arobaini. Yani unatakiwa matumizi yako yale unayajua kabisa na unayatengea budget, ule mshahara wako unauvunjavunja e, kwao kama una join. Karibu kingine ni kwamba wengi wanakuwa hatuna saving plans. hatuna saving plan yani yaani, hatuna ule mpango mkakati wa kuweza kusave pesa, huo mpango mkakati vijana wengi sana hatuna, na hii inasababisha hata kupata hela leo, hela inapotea, hela inaenda tu, hujui hela inaenda wapi. Unapata hela leo, jioni hela imeisha. Hatuna mpango maalum wa kuweza kusave pesa. Hiyo ni pointi moja ambayo yani tunatakiwa. Uh, sasa hivi nimeona Instagram watu wengi sana wana, wa, wa, wa, wa, wanaanza kutoa elimu jinsi ya kusave pesa, yani jinsi ya kutunza pesa, jinsi ya kubana matumizi, au jinsi ya kubalance matumizi yako, jinsi ya kufanya matumizi yako page. Hizo Instagram ziko nyingi sana, unaweza pia ukawafata Instagram ukalipia, uka wengi naona wanalipia hiyo service, ukalipia, ukajifunza kupangilia kipato chako. Point nyingine ni kwamba wengi tunakuwa na mshahara mdogo lakini matumizi ni makubwa. Mshahara wako ni shilingi laki tano, laki sita, lakini una matumizi ya milioni mbili. mm. Unajua sasa hivi bwana, hali ya uchumi ni ngumu, yaani maisha ni magumu, ni shoti, maisha ni magumu kwao, maisha ni magumu. Lazima ujue kuishi ndani ya kipato chako. Unapata mshahara laki tano unafanya matumizi ya milioni mbili. Hiyo hela kweli, utaweza kukaa bila kukopa? Haitowezekana. Kwa hiyo itakulazimu uweze kukopa ili ufanye kutimiza yale mahitaji yako ambayo kihali halisi ni madogo au ni makubwa kuliko mshahara wako. Okay, kuna huyu socialite wa Kenya anaitwa Aziad wiki kadhaa nyuma alitrend sana Instagram, TikTok, Facebook nchini Kenya. Alitrend kwa ajili ya mikopo. Yani alikuwa ana, yani, ana ile maisha fulani hivi yani nyingi, yani social media pressure nyingi nyingi, vitu yani kama hivyo. Kwa hiyo sasa, zile alizokuwa hype anafanya nazo mtandaoni wanasema kwa kwamba ni hela ambazo alikuwa anakopa kwa marafiki zake, kwa hiyo mwisho wa siku amekuwa na madeni mengi, yaani marafiki zake wengi uh, wanamdai na yeye mwenyewe sasa kipindi uh, kile alikuwa na posti huko Ujerumani. Kwa hiyo ndio hiyo nilikuwa nasema mwanzo social media pressure, social media pressure inatukwamisha sana sana sana sana vijana. Hatuwezi kutunza pesa, tunawaza tu kutumia, ili tupost picha tuweke status, kupost picha tuweke Instagram na sisi tuonekane ya kwamba hizo sehemu na sisi tulikuwepo, au na sisi tuonekane kwamba ni tupo kwenye kundi la watu fulani, bila kuangalia kwamba kipato chako hakiendani na matumizi ambayo unayafanya. So kama umejoin hii live hapo sasa hivi, ningependa hata uweze kulike video, ushare video na marafiki pia, usisahau kusubscribe okay. Wewe una mshahara wa laki tano unaenda kupanga nyumba ya laki nne au nyumba ya laki tatu. Automatikali hautoweza kumudu hiyo lifestyle, itakubidi sasa uingie kwenye dimbwi la mikopo. Uh, uh, sogea, itabidi sasa udumbukie kwenye wimbi kubwa la mikopo. Mshahara mdogo, matumizi makubwa, umepata labda mshahara, kila siku unataka ununue mikoba ununue mabuti vatuvi sabini kila mwezi na wewe uonekana umevaa nguo mpya, uonekana umevaa viatu vipya. What for? Pointi ya nne, sawa. Unachosababisha vijana wengi sana tunakosa yaani, tunakaa na madeni mwaka mzima ni kwamba hatuna chanzo cha pili cha mapato, yaani we don't have an extra source of income. Tunategemea kipato tu hicho hicho kimoja, sawa tuweze kuingizia pesa kama ni mfanyakazi unategemea kazi hiyo hiyo moja iweze kuingizia pesa tu, which sasa bado itakupa wewe mzigo mkubwa mno kwenye kutimiza baadhi ya mahitaji yako. Sote tunajua kwamba hela haitoshi, hela haitoshi, na hela haijawahi kutosha. Sasa fikiria una chanzo kimoja cha mapato tu siku labda hela imechelewa kuingia, umebaki hauna hela, itakulazimu uanze kukopa. Unaenda kwa dukani, sijui unakopa mchele, unakopa unga, unarudi huku, unampigia simu rafiki yako akupige tafu, unakopa yani, inatakiwa tujifunze kuwa na extra source of income. Yani unafanya kazi kuwa na side hustle, hiyo tunaita side hustle. Unafanya kazi kama nyumbani kule, tafuta hata frame, fungua weka biashara Ukirudi nyumbani jioni, unaingia kwenye eneo lako la biashara, unakagua, unafanya mahesabu, unafunga mahesabu. Hiyo itakuwezesha wewe kuweza kupunguza ule mzigo wa madeni ambayo hayatokuwa na lazima. Na hizi side hustles ziko nyingi sana, unaweza kuzifanyia online. Um, kwa sisi hapa Tanzania unaweza labda ukaanza labda unaposti hivyo vitu Instagram wapi wapi wapi, wapi, wapi. Alafu ukaa unapokea zile oda, unatafuta mtu anakuwa nazideliva nazi au la. Huwezi kufanya hivyo sawa, biashara mtaani zipo nyingi sana. Unaweza kufungua saluni ya kiume nzuri, ukaweka pale biashara yako, wanakuja, unaweka mtu, wanakuja kunyoa wewe, wewe pale saluni umeweka kamera huku, kila, kila ambacho nikinatendeka kwenye eneo lako la biashara unakuwa na uwezo wa kuona kwamba ah okay. Sasa hivi labda kwa siku nzima ya leo wameingia wateja labda wanne au watano. Hii inakupa wewe yani ile track sawa. Sio lazima saluni ya kiume tu, unaweza hata kufungua labda vibanda vile vya kubani CD, ukafungua labda duka la nafaka, ukafungua. Yani vitu vingi tu ukafanya hmm? Yaani kikubwa na main aim ni kuwa na extra source of income. Yaani, hakikisha hautegemei chanzo kimoja cha mapato. Yaani chanzo kimoja cha mapato ndio hicho ambacho kitakupelekea wewe kuweza kujiingiza kwenye masuala ya madeni na mikopo, kwa sababu siku siku utakwama eh. Tokei. Kwa hiyo kama una join, please like video, subscribe, comment. Napenda sana kusoma comment. Alafu bahati mbaya sana sioni watu walio join, ila hiyo sio shida. Leo tunazungumzia um, kwa nini tunaishi kwa mikopo yani madeni yanakuwa mengi mengi mengi, mengi. Tunakopa kwa sababu tunaamini kwamba mikopo ni easy money, yaani kwamba ah, nikiapply labda mkopo fast napata. Okay, uta labda umekwama ukikopa nipige tafu fast umepewa, naona ah, nikikopa hivyo. Kukopa ni rahisi kupewa hela haraka, kwa hiyo au kukopa ni njia fupi ya wewe kuweza kupata hela ya haraka, kwahiyo unakopa. Mimi kama mimi kwenye swala lazima la mikopo na madeni, mimi nifanya biashara fanya biashara, na mara nyingi sana biashara yangu ni kuna muda inafika nachukua mzigo kwa mali kauli, yani napewa mzigo nauza, baada ya hapo napeleka. Lakini kuna kipindi kinafika, unauza lakini hela ile inakuwa labda mauzo hayakuwa mazuri, na wewe mwenyewe unapata shida zako huku na kule na kule sawa, inakubidi sasa utumie ile pesa hapo, anaondokea kwenye madeni haya, utapambana uweze kulipa. Alafu kingine tumekuwa ni yani, kwamba ile mtu huoni aibu ya kukopa, yani mtu haogopi madeni mtu yuko radhi aende akakope popote pale, yani ishakuwa mgu, yani, siku hizi ni kwamba watu hawaogopi madeni, watu hawana aibu ya madeni. Yani watu, yani watu aibu ya madeni, yani watu ni kama tumevurugwa, sikuta nisemeje, yani watu tumekuwa hatuna aibu ya madeni jamani, yani hatuogopi madeni, hivi ni kwa nini? Kwa hiyo unajikuta kwa kwamba ile ile kwa kuwa umesha kwamba uogopi madeni unakopa, leo unakopa huku, kesho unakopa kule, leo unakopa huku, kesho unakopa kule. Kwa nini inakuwa hivyo? Mm? Yaani ni kitu kimoja ambacho ina, ina, inabidi sana tuweze kujifunza, ni jambo ambalo yani linatulazimu sisi tuweze kujifunza kwa sababu unakuta, ujue, madeni madeni mengi yanadhalilisha sana. Madeni yanadhalilisha, mikopo inadhalilisha, hasa hii mikopo midogo midogo, haya madeni ya, madogo madogo, yani madeni madogo madogo yanadhalilisha. Madeni madogo madogo yanaweza kutoa utu wako. Mtu anakudai hela labda laki moja atakuja atakupigia makelele atakudhalilisha kwa ajili ya shilingi laki moja au elfu hamsini au hata elfu ishirini hmm. yaani inabidi tuweze kujifunza kuishi bila kuwa na madeni, yaani inabidi tujifunze kuishi bila kutegemea ile kuombaomba kwa watu, kukopa, kufanya nini? Maisha ni magumu sana na kila mtu analalamika, maisha ni magumu kila mtu analalamika maisha ni magumu. Sasa ishi kwenye uwezo wako, ishi kwenye kipato chako, tengeneza chanzo kingine cha mapato. Una uwezo wa kupangisha fremu, panga fremu, fungua biashara, weka mtu afanye, we huendelea na mishe zako hii itakusaidia wewe kuepuka na ile kwamba labda umefika muda kipindi umekwama, kazi unayotegemea mshahara umechelewa kuingia, wewe unakuwa hauna stress tena. Mshahara umechelewa kuingia, ukiangalia kwenye biashara yako huku nyingine inaingiza hela, unatoka, yani, yani, maisha yako yanakuwa ni rahisi sana, lakini ukitegemea chanzo kimoja cha mapato utaishia kuwa na madeni kila siku. Yanii, kila ilitoa poleo. Ok, kwa sasa hivi, ngoja tusubirie maswali ya watu hivi. Ndo tuseme hakuna hata mwenye swali hata mmoja? Yani tunatakiwa tujue kupangilia budget. tujue kupangilia budget. social media internet pressure isitupelekeshe kiasi yetu. Yani, internet pressure isitupelekeshe sawa. Sisi binadamu, yani kuna ile nguvu ambayo Mungu alituumba nayo, yani tuko nayo kiasili Yaani sisi bwanadamu unaweza kuita pesa na pesa ikaja na ukaiamrisha pesa ikakutumikia lakini wewe usiwe ni mtu wa kutumikia pesa, utadondokea kwenye wimbi kubwa la madeni na madeni yasiyoisha. Yaani sisi wanadamu kuna nguvu ambayo Mungu ametupa unaweza kuita pesa ukamanifest hela na ikaja yani, unaweza yani, sini yani, kwa bei yani tamata nitengeneze video kuhusu jinsi ya kuita pesa, yani jinsi ya kuivuta hela, yani wewe ukainuia hela na hela ikaja na hela, hela ikakufuata bila wewe ukenda kuifata, kwa sababu wewe utakapoenda kuifata hela utaenda kuifata pesa kwa manyanyaso Pesa itakufanya ufanye kitu chochote ili wewe uweze kuipata, lakini kumbuka kwamba wewe mwanadamu una uwezo wa kuvuta pesa ya una uwezo wa kuiita pesa, pesa ikaja na pesa ikakutumikia. Sema sasa uwezo wa kuiita pesa ije, ndo wengi ambao hawajui, yaani wengi hawajui kabisa kwamba mwanadamu amepewa nguvu ya kuiita hela mwanadamu anapewa nguvu ya kuitumikisha hela, hawajui. Kwa mtu nakuta yani uko razari mtewe masuala ya mikopo na mikopo, mara nyingi madeni, mara nyingi tunasema ni pepo. Madeni yatakufanya usisonge mbele, hayo ni madeni. Madeni yatakufanya usisonge mbele madeni yatakufanya usiwe yule ambaye wewe unataka kuwa. Hayo ni madeni, na madeni hayana siri kwanza. Ukikaa unadaiwa daiwa, madeni yanakuondolea amani ya moyo, maani eh, yani madeni yanaondoa amani ya moyo. Tengeneza bajeti, pangilia kipato chako, tafuta extra source of income. Yani tafuta chanzo kingine cha mapato. Yaani wewe fungua biashara, fanya hiki, fanya kile, fanya kile, fungua banda la chips hapo mtaani kwako, weka kijana, fanya fuatilia mauzo, simamia biashara. Uko unafanya kazi kila siku, ukirudi kutoka kazini jioni Unaenda ni kwenye biashara yako unakagua, unafanya maandalizi na o nie unakeko pale, saa nyingine mpaka saa nne usiku napisha kaba ku kumeenda sawa ne. So guys, kama bado hujasubscribe napenda kusubscribe hivi. Shida hasa ni nini? tunatakiwa tuamke, tunatakiwa tuamke, tunatakiwa tujue kwamba tunaweza kuishi bila madeni. Anza kwa kujiambia kwamba mimi fulani, kwa mimi Joyce naweza kuishi bila madeni, manifest kwamba naweza kuishi bila madeni kila unapokaa wewe, sema naweza kuishi bila madeni. Yani hiyo, iwe ni wimbo wako. Iee, umekaa umetulia sema naweza kuishi bila madeni. Kwa nini uende na madeni ya nini? Maana una, unaweza kuisingizia serikali ya watu bure unaweza kusingizia labda serikali labda serikali, maisha ni magumu, serikali haifanyi hiki, serikali serikali serikali, serikali ipo miaka na miaka. Sote tunajua kwamba hizi serikali zetu za Afrika zipo very corrupt, lakini hiyo sikufanya wewe kujiingiza kwenye wimbi la madeni. Ishi kwenye kipato chako matumizi yako yaendane na kipato chako unachokipata. Tatizo ni serikali? Tatizo ni mishahara? Tatizo ni hela za Wachina ambazo wanasema kuhela na Mchina au Muhindi wanakuwa wameziswalia, hela zinarudia wao. Je, tatizo ni nini au tatizo ni sisi wenyewe? Mm. tatizo ni nini? Ni sisi wenyewe? Tatizo ni serikali au tatizo ni nini? Ok, asante kwa kuangalia hii video mpaka wakati huu guys, kama unajoin jamani, subscribe Kaakaa basi hata dakika moja uweze -so kuangalia, maana anajua saizi umeshachelewa. Naomba ulike video. Watu wanaondoka awajoin live, kwa nini? Anasikia usingizi yani unavyojoin hii live, jamani. Ok. Hiyo ndo hivyo, ishi kulingana na kipato chako, yaani kipato chako kiendana na matumizi yako, utaepuka sana kuishi kwenye wimbi la madeni, utaepuka kuishi kwenye wimbi la madeni. So bye, bye. Yani hiyo, yani hiyo isiwe sababu ya sisi kuishi kwa mikopo. Mm. Yani tujifunze kuishi kwenye leni, leni yetu unajua, eh. Yani tujifunze kuishi kwenye kipato chetu. Yeah.